Mheshimiwa Spika, huyu Mheshimiwa Mwigulu Nchemba kwetu sisi tumekuwa naye, ni mjumbe wa halmashauri kuu ya taifa miaka mingi. Mwanasheria Mkuu amesema hapa kwamba ndugu Mwigulu ni mchumi mbobezi, lakini wakumbushe tu kabla hajajiunga na uongozi wa chama na ubunge alitokea Benki Kuu, kuthibitisha kwamba Benki Kuu hawachukui watu hivi hivi tu, wanachukua watu wenye uwezo. Tuliokaa bungeni muda mrefu tunajua uvumilivu alionao Mheshimiwa Mwigulu kwa mema na mishale mingi aliyopigwa, lakini hajateteleka haja na lakini, mafanikio tunayoyaona ndani ya nchi hii, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ametekeleza miradi mingi sana iliyotuletea mafanikio na sisi wabunge leo tunajivuna na tumechaguliwa kutokana na hayo lakini, mkusanya ushuru ni huyu uliowezesha mafanikio hayo.